Yes, mambo vipi bwana? Tunafahamu kwamba kule nchini Misri kulikuwa na sakata kubwa la dabi ya Cairo kati ya Al Ahly dhidi ya Zamalek katika uwanja wa Cairo International. Sasa dabi hile ilikuwa imezungumzwa sana maeneo mbalimbali barani Afrika, na hiyo ni kutokana na ukubwa wa zile klabu mbili za Misri, ni klabu ambazo zimejipambanua kimataifa kwamba ni klabu kubwa, hivyo jambo lake linakuwa kubwa. Lakini hapa Tanzania pia lilizungumzwa kwa kiwango cha juu, na hiyo ni kutokana na hapa kutokea kwa kadhia ya dabi ya Kariakoo. Ni siku chache tu, hapa ilitokea machi nane kule ilitokea Machi kumi na moja, kwa maana ya dabi ya Kariakoo haikufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hiyo ni kutokana na klabu ya Simba kuweka wazi kwamba hawako tayari kuingia katika huo mchezo kwa sababu ya kuvunjiwa kanuni ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Hivyo dabi haikufanyika, na baada ya hapo mamlaka ya usimamizi usimamiaji wa soka, bodi ya ligi, walitoa taarifa rasmi kwamba mchezo huo umehairishwa na kusogezwa mbele, licha ya Young Africans kufika uwanjani, lakini maamuzi yakatoka namna hiyo. Baada ya maamuzi ya yale kutoka Young Africans wakawa wamekaa na msimamo wao kwamba bado wanahitaji kuucheza huo mchezo, of course wameshaucheza huo mchezo, wame mchezo kisheria na wakiwa wanahitaji alama zao, ingawaje kuna utofauti kidogo kwa sababu uh, kisheria inasema ili u, iwe imethibitika kwamba wameucheza mchezo, tafsiri yake ilibidi kuwa kuna wakaguzi, yani timu zimekaguliwa, lakini pia waamuzi wako pale wakapuliza kipenga cha mwisho kwa ajili ya kumpa ushindi mpinzani kwa maana ya Young Africans, lakini bado sakata hili linaendelea kwa hapa Tanzania, tukisubiri mamlaka wapange tarehe nyingine. Sasa kwa hapa Tanzania pia, uh, mrushaji matangazo ya televisheni Azam Media Limited na wenyewe walitoa barua ya kusikitishwa na hiki ambacho kimeendelea, wakidai kwamba wamefanya, uh, gharama za kutosha, lakini jambo halikutokea. Sasa maamuzi ya Tanzania ni mchezo huu kuhairishwa na itakuja kupangiwa tarehe nyingine, lakini kwa Cairo dabi mambo yako tofauti kabisa, ingawaje na sababu za dabi ile kuto kutokufanyika na zenyewe ziko tofauti. Ni wakumbushe angalau kwa uchache kabla ya kuangalia hukumu iliyotolewa na shirikisho la usimamizi wa vilabu vya Misri kwa kushirikiana na chama cha soka cha Misri na bodi ya usimamiaji wa ligi, kitu gani ambacho wamekiamua dhidi ya Alahli na nini ambacho kinaendelea kule nchini Misri? Je, maamuzi ambayo yameamuliwa kule Misri kwa Alahli, hapa Tanzania tunaweza kuyaamua? In case ikitokea sababu kama hizo zimetokea kwao? Anyways, uh, sakata la Misri, ingawa kwa ufupi nilizungumzia sakata la Misri ni kwamba Alahli hawakupeleka timu uwanjani, uwanja wa Cairo International kwa sababu, uh, bodi ya wasimamiaji wa ligi ilikiuka makubaliano ya awali, makubaliano ya kutumia waamuzi wa kigeni kuchezesha dabi ya Cairo. Kwa mantiki hiyo sasa, kwa sababu waliletewa waamuzi wa ndani, wao wakasema hapana, hatuji hatuleti timu, na ndicho ambacho kiliendelea. Al Ahly hawakupeleka timu. Baada ya hapo, muamuzi alikuwepo, seti ya waamuzi ilikuwepo uwanjani, wakaikagua timu ya Zamalek, ambao wenyewe walikwenda, na mwisho wa siku kikapulizwa kipenga cha mwisho mantiki yake ni kwamba Zamalek wameshashinda ule mchezo. Sasa siku chache zilizopita hapa uh, Alahli waliandika barua kupeleka kwa kamati ya Olimpiki. Kamati ya Olimpiki kule Misri ni kamati yenye nguvu kweli kweli, ni chombo cha juu chenye nguvu kweli kweli ambacho kinasimamia hivi vyombo vingine. Sasa kamati ya Olimpiki ya Misri imepokea barua ya Alahli, barua ile ikiwa inataka fairness inahitaji kuona uh, bodi za usimamiaji wa mpira zikitoa fair kuhusu wao kwa kile kilichotokea dhidi ya Zamalek. Ikumbukwe Al Ahly baada ya kugomea ule mchezo walirudisha tiketi zote kwa mashabiki wao ambao walitoa viingilio kuingia katika uwanja wa Cairo International. Hilo wamelifanya au wamelitangaza kulifanya, lakini upande wa pili ni upande wa Zamalek kupewa alama tatu kwa Al Ahly. Hawako tayari kukiona iko kitu kikiendelea. Ikumbuko kwamba kwa, kwa sasa hivi Misri, klabu ambayo inaongoza ligi ya Misri kwa utofauti wa alama nne ni ni Pyramids yes, ni Pyramids yes, ya Fisto Mayele, klabu ambayo tutakuja kuangalia mwisho wa mazungumzo haya, mwisho wa hii story. Sasa kinachoendelea kule Misri, baada ya Al Ahly kupeleka malalamiko yao katika kamati ya Olympic, wakitafuta fairness, kilichofuata ni chama cha soka na shirikisho la usimamizi wa vilabu misri wametoa tamko la adhabu ambayo alahli wanapewa sasa adhabu gani ambayo alahli wamekumbana nayo so far tunapozungumza adhabu ya kwanza ambayo alahli wamekumbana nayo ni three points three points deduction three points deduction Yani wamekatwa alama tatu alama tatu zimekatwa kwenye msimamo wa ligi. Sasa alama hizi zitachukuliwa ligi itakapomalizika. Ligi itaishaje? Al Ahli atakuwa na alama ngapi? Basi usimamiaji wa soka watakuja kuchukua alama tatu baada ya ligi kumalizika. Katika mchezo wa mwisho Al Ahli atapunguziwa alama tatu. Kwa hiyo uh, ili indo, ndo ndo la kwanza. Eneo la pili Uh, Alahali wanatakiwa kulipa, tuandike tu kwa Kiswahili, wanatakiwa uh, kulipa gharama gharama za broadcaster. broadcaster sasa, huyu broadcaster ndio mwenye haki ya kurusha matangazo kule Misri, matangazo ya television, matangazo ya radio na kadhalika. Mwenyewe uh, anatakiwa alipwe fungu lake kwa maana ya gharama ambazo wamezitumia. Sasa hapa panafanana na kwenye ile situation ya Azam TV kwa mazingira ya Tanzania, tutakumbuka walitoa barua uh, wakalalamikia kile ambacho kimetokea, uh, wakasema kwamba kuna gharama nyingi wamezitumia. Barua ya Azam TV tuliiona. Sasa haya ndio mazingira ambayo yanafanana na na, na kwenye situation hii yenyewe. Sasa kwa kuwa tu mechi haikuchezwa basi, uh, broadcaster inabidi alipwe fedha yake uh. Mwingine ambao wameathirika ni sponsors, wadhamini, wadhamini wa mchezo, wadhamini kwenye mazingira ya Tanzania, unaweza ukasema labda benki ya NBC wenyewe waingilie kati, waseme sisi tulifanya promotion za kutosha, tuliweka mzigo wa kutosha katika mchezo huu, tuliandaa watu wetu, lakini pia tumefanya usimamiaji wa kila kitu eneo ambalo linawahusu moja kwa moja, wanataka haki zao. Sasa hawa ni nani? Hii ni kampuni ya Nile, ndio title sponsor wa usimamiaji wa ligi. Sasa huyu ndio title sponsor. Lakini wako co sponsors, wasimamiaji wengine wengine katika hili eneo, ambalo na wenyewe wanataka warudishiwe fedha zao. Kwa hiyo hizi ni adhabu tatu kubwa zaidi ambazo Al Ahli wametakiwa kuzilipa. Ikumbukwe, Al Ahly walisema kwamba endapo hawatopata fair katika derby ya Cairo, watajitoa katika ligi ya Misri. Yes, watajitoa kushiriki ligi kuu ya Misri. Sasa basi, adhabu hizi ni za kugomea tu mchezo, adhabu za kuto kushiriki ligi ya Misri. Aa, miongoni mwa adhabu ni kushushwa madaraja, kushushwa madaraja lakini pia kulipa Egyptian pound milioni ishirini zaidi ya bilioni moja za Kitanzania. Egyptian pound, Egyptian pound watatakiwa kuzilipa. Pili, kukosa faida zote za, tight, za sponsors, wadhamini hawato hapa kitu chochote, lakini pia kadi nyekundu na zanjano zitaendelea uh, huko wanakokwenda, manake hii ndo ndo ndo ile restriction. Yani, munapigwa vizuizi katika kila maeneo, ili mradi msije mkabenefit na chochote. Kwa hiyo, haya endapo alahali watajitoa, na ikumbukwe, alahali barua ambayo wameipeleka katika kamati ya Olympic, inaeleza kwamba wakikosa fairness, basi wanatarajia kupata fairness. Ikitokea tofauti, watachukua maamuzi magumu. Sasa tunachokisubiria mpaka wakati huu ni majibu ya kamati ya Olympic. Kamati ya Olympic itajibu kitu gani? Majibu yake ndio majibu ambayo yanakwenda kuamua kila kitu kuhusu sakata hili na lilipofikia. Na sasa hivi Pyramids wako juu katika, katika ligi wana performance nzuri kweli kweli, na nilisema tutazungumzia mwishoni Pyramids. Uh, Pyramids ni klabu ambayo wakati inaanzishwa ilinunuliwa klabu inaitwa Al-Asiyut wakati inanunuliwa ile klabu kutoka hapa Nile ilivyonunuliwa, plani kubwa ya hii timu ni kuja kuwa tishio barani Afrika na ndani ya Misri, waliteke soka la Misri na soka la Afrika. Sasa basi so far tunapozungumza klabu iliuzwa kutoka kwa tajiri aliyetoka kwa maana ya Turki el Sheikh ambaye ni Msaudia na imeuziwa familia ya Shamsi Ali ya pale pale Misri. Sasa basi, Piramidi target zao ni kushine ndani ya Egypti. So far wamefanikiwa wame kumaliza nafasi ya pili katika ligi, lakini nafasi ya kwanza hawajaipata. Kwa hiyo huenda msimu huu ndio kawa msimu wao wa kupata hiyo nafasi ya kwanza katika ligi ya Misri So far, lakini katika anga la kimataifa kwa maana ya Afrika bado hawajafanikiwa kuchukua ubingwa licha ya kucheza fainali, ubingwa bado hawajaupata. Hivyo basi ni timu ambayo ipo katika wakati mzuri, ni timu ambayo inakwenda kwa challenge majiant hawa wawili, kwa maana ya Zamalek pamoja na Al Ahly. Bwana, hiki ndicho ambacho kinaendelea kule nchini Misri. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. hii ni Mzinga Sports, nami ni Gharib Mzinga.